Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Na kwa mara nyingine, heri ya Pasaka. Bado tunaendelea na kipindi cha Pasaka na tafakari hii inayokuletea ni ya Dominika ya pili ya Pasaka. Dominika ya pili ya Pasaka huwa inaitwa Dominika ya huruma ya Mungu, na Mungu kweli ametuonesha huruma na upendo wake. Ni kwa nini na ni lini iliitwa huruma ya Mungu? Tutaliona hilo, lakini sema kwamba tafakari yetu leo nitakayokushirikisha italenga itarenga somo la Injili ambalo linatoka injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka 31. Nikusomee tuweze kwenda vizuri, hata kama umeisha sahau uweze kukumbuka vizuri. Ikawa siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, Yesu akaja akasimama katikati, akawaambia amani iwe kwenu, naye akisha kusema hayo akawaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba aliyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wale thenashara, Tomaso waitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, Ni mimi, nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako, utie ubavuni mwangu, wala usiwasiamini, bali aminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwena uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Kama nilivyokwisha kusema kwa uf, kwenye utangulizi wangu, Jumapili ya pili ya Pasaka inajulikana pia kama Jumapili ya huruma ya Mungu. Ni siku maalum ya kutafakari na kusherekea huruma isiyo na mipaka ya Mungu kwa wanadamu. Na Jumapili hii ya pili ya Pasaka ambayo inaitwa ya huruma ya Mungu iliwekurasimu na Papa Yohane Paulo wa pili mnamo mwaka elfu mbili, kutokana na mwanga wa ufunuo aliyopokea mtakatifu Mutakatifu Faustina Kowalska mtawa wa kutoka katika nchi ya Poland, aliyepewa maono na Yesu akisisitiza huruma yake kwa ulimwengu mzima, na ndio maana tangu Ijumaa Kuu mpaka Jumamosi kabla ya Jumapili ya pili ya, ya Pasaka an yani, maana yake siku tisa huwa ni novena ya huruma ya Mungu. Kumbe mpaka dakika hii novena hiyo inaendelea. Sasa tujiulize swali moja, kwa nini Jumapili hii inaitwa Jumapili ya huruma ya Mungu? Namba moja, ni mwendelezo wa ushindi wa Yesu juu ya dhambi na kifo, ushindi ambao unaonesha kuwa Mungu hakutuokoa labda kwa sababu tuna haki au kwa namna yote ile ambayo labda tuna mastahili, basi ni kwa sababu ya huruma yake. Hapa mimi na wewe, au hapa duniani hakuna mtu yote ambaye anaweza kusema kwamba mimi Mungu ameniokoa kwa sababu nina mastahili. Ni kwa sababu ya huruma yake kwetu. Lakini kitu kingine cha pili katika maono ya Mtakatifu Faustina Yesu alisema nanukuu, Ninataka Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka iwe sikukuu ya huruma yangu. Huyu ni Yesu mwenyewe na alimtokea mara kadhaa huyu mtakatifu, um, Faustina Kowalska miaka 1940 na kuendelea hapo, mara kadhaa kwa Yesu mwenyewe alimpa huu jumbe huyu Sister Faustina ambaye ni mtakatifu sasa, kwamba nataka Jumapili ya huruma ya Mungu iwe ni sikukuu ya huruma yangu. Huruma yangu maana yake ni Mungu mwenyewe, kwa hiyo ndio maana inaitwa huruma ya Mungu. Katika siku huu Yesu anaahidi neema nyingi kwa wale watakao sali Jumapili hiyo, kusali, lakini vile vile kukiri dhambi, kutubu dhambi maana yake na, na kupokea Ekaristi kwa imani na moyo wa toba. Kwa hiyo huyu Yesu anaahidi kwamba huyo atapata huruma yake. Wapendwa, katika sikukuu hii Yesu anaahidi neema nyingi kwa wote watakao sali, kukiri dhambi na kupokea Kristo kwa imani, kama nilivyosema, na moyo wa toba. Kumbe hii ni nafasi ya kukumbuka kuwa hatuokolewi kwa juhudi zetu pekee, bali kwa rehema ya Mungu. Je, tunajifunza nini kutoka katika injili hii niliyoisoma ya Yohana sura ya 20 mstari wa 19 mpaka 31? Cha kwanza Yesu huja katika hofu yetu. Yesu anakuja katika mashaka yetu, kama tunavyosema, soma aya ya 19, wanafunzi walikuwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi, lakini Yesu anawatokea na kusema, amani iwe kwenu. Yesu haji na shutuma au kuwalaumu kwa nini. Kwa mfano, we Petro, ulinikana? Au kwa nini wakati nasububiwa mliniacha? Kweli mlikuwa mnanipenda? Pengine mtu mwingine angekuja kwa kuwashutuma au kuwakemea, lakini Yesu anakuja kwa amani na anawatakia amani. Huu ni mfano mzuri sana wa huruma ya Mwenyezi Mungu. Ni upendo usio hukumu, unaotuliza na ni upendo unaoponya. Kitu cha pili, Yesu anatupatia Roho Mtakatifu kwa ajili ya msamaha. Aya ya 22 mpaka 23, tumesikia kwenye Injili yoisoma kwamba Yesu aliwapo wanafunzi wake aliwapulizia Roho Mtakatifu na mamlaka ya kusamehe dhambi. Kama tulivyosikia, wowote mtakaoondolewa dhambi dhambi zao zitaondolewa. Na nukuu hapo. Unaona, kimsingi hii ni moja ya nukuu ambayo inatuonesha kwamba Yesu mwenyewe aliweka sakramenti ya kitubio. Kumbe huruma ya Mungu sasa inamiminwa kupitia sa kanisa, unaona, kanisa sasa, kupitia Yesu mwenyewe ambaye aliweka sakramenti hiyo, sisi ambao ni kanisa, ambao tuna mamlaka, tumepewa mamlaka hayo na Kristo, tunawaondolea watu wengine Eh, tunamiminia watu wengine huruma ya Mungu kupitia sakramenti ya kitubio. ya, ya, ya, ya, ya, kumbe sasa tuwe na moyo wa kufanya toba, na hii ni neema inayoletwa kwetu sisi sote. Tumwone Tomaso. Tomaso amekuwa mashuhuri sana, na hii, hii injili huwa ni mashuhuri sana kwa kweli, kwa sababu ya huyu mtume aitwaye Tomaso. Tomaso ni mfano wa mashaka yanayogeuka kuwa imani. Aya, ukisoma ukisoma simulizi mpaka aya 29. Unajua watu wengi tunapokuwa na mashaka, wengine tunapitiliza mashaka, tunapotea moja kwa moja. Lakini Tomaso alikuwa na mashaka, ila alipojihakikishia alikuwa na imani na thabiti. Kumbe, ni mfano mzuri wa mashaka yanayogeuka kuwa imani. Tomaso alikataa kuona na kugusa ili aamini. Yesu akamwonyesha huruma kwa kujitokeza kwake binafsi, e, kwa sababu ile, ile alipotokea mara ya kwanza hakuwepo Tomaso. Baada ya siku nane ndipo Yesu akajitokeza ili amtokee kwake kibinafsi, personal. Maneno ya Yesu kwa Tomaso ni ya thamani, na nukuu: wamebarikiwa, wamebarikiwa wale wasioona lakini wakaamini. Kuna watu wengi tu bila kuona wanaamini, hiyo pengine ni kubwa zaidi kuliko kwamba niamini, ili ndipo niweze kufanya nini, niweze kuamini. Kumbe huu ni mwaliko wetu kwetu sote kuamini kwa moyo, hata pasipokuona ishara za kimwili, kwa sababu tukisema tusitegemee ishara za kimwili, wakati mwingine zinadanganya. Lakini kitu kingine, kukiri imani kwa huyu Tomaso aya 28. Tomaso baada ya kuoneshwa na kuona makovu ya Yesu kwa kuweka kidole, alikiri imani kubwa, kwa imani kubwa akasema, Bwana wangu na Mungu wangu, wewe ni Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso anatoa ushuhuda wa dhati wa ndani kabisa unaotoka ndani ya moyo wake Kukutana na Yesu kuna mgeuza kutoka kwenye mashaka hadi kuwa shahidi wa imani. Katika mashaka yako, katika tabu zako, jiruhusu kutane na Yesu na Yesu atakubadilisha. Mashaka ni yanakuja, lakini yasije yakatupoteza. Sasa, huruma ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku ipo kwa kweli, tunaposhindwa tunapokumkiwa na imani Yesu hajikutukemea anatuletea amani, msamaha na nafasi mpya ya kutubu na kumwelekea yeye. Na huruma ya Mungu inatujia hasa kupitia sakramenti zetu zilizowekwa na Yesu mwenyewe ndani ya kanisa. Maungamo, tunapoenda kutubu, tunapata huruma ya Mungu, Ekaristi Takatifu, na pia tunapata huruma ya Mungu kupitia kwa watu wale wanaotusamehe na kutupenda Licha ya mapungufu yetu tunayokuwa nayo, kumbe tunaalikwa mimi na wewe kwa vyombo vya huruma hiyo, kwa kusamehe wengine, kutusaidia, kusaidia waliovunjika moyo na kuishi kwa upendo. Hicho ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Ee Yesu mwenye huruma, asante kwa kutupenda na hata tunaposhindwa, au pale tunapokuwa na hofu na kukosa imani pengine, tunakuomba utujalie moyo wa amani, imani na msamaha. Nasa pale wanaotukosea wengine tuwasamehe, na tunakuomba hata wale waliotukosea wasamehe, lakini uzidi kutuonyesha huruma yako wewe Yesu, utufundishe kuwa wenye huruma kwa wengine, kuwa wenye huruma kwa wengine kama wewe mwenyewe ulivyo huruma au ulivyo na huruma kwetu. Tunahitaji huruma yako, bila si nguvu zako, sisi hatuwezi. Yesu mwenye huruma, tunakuamini wewe ni Bwana na Mungu wetu. Halo, kwa majina naitwa Doto Simon Maganga, meneja wa Nazareti kantini Tabora na John Paulo hosteli ambazo ziko chini ya jimbo kuu katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula cha mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa, samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Ngao wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi pia, ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali mbali za vinywaji. Nazareth kantini inapatikana karibu na mahakama kuu Tabora, ama kanisa kuu, inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote ukimuuliza mtu atakuelekeza mwambie nataka kufika Nazareti kantini iko mkabala na mahakama kuu kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0656 arobaini na tatu, sitini na nne, kumi. Ama sifuri sita saba nne, tisini na tatu, arobaini na tisa, arobaini na sita. Karibuni sana mpate huduma bora, safi na salama.